Abiria wanaotumia mabasi yaendayo haraka jijini Dar es Salaam mapema leo asubuhi walijikuta wakilazimika kukaa kwenye foleni kwa muda mrefu pasipo kufahamu tatizo, huku baadhi yao wakiamua kuteremka kwenye magari hayo na kutembea kwa miguu ili kuwahi shughuli zao. Jitu Speak ana taarifa kamili hali hiyo ilitokea majira ya saa moja asubuhi. Kwa mujibu wa baadhi ya abiria, chanzo cha hali hiyo ni msongamano wa abiria wakati wa kupanda katika kituo cha Kimara, ambako katika kusukumana kuingia kwenye basi mmojawapo, abiria mmoja aliumia. Kutokana na hali hiyo, majeruhi huyo alisafiri na basi hilo ili kuwahi matibabu, na alipofika kituo cha DIT, kulitokea mabishano ya abiria kuhusu nani mwenye wajibu wa kumpeleka hospitali. Ndipo alipofika askari wa usalama barabarani, ambaye alimtaka dereva wa basi ampe leseni yake, jambo ambalo dereva hakukubaliana nalo na kusababisha basi hilo kusimama kwenye kituo hicho kwa muda mrefu na kuzuia mabasi mengine kupita. Hali ilikuwa mbaya sana. Magari yote aweka foleni kubwa sana, kwa hiyo watu wengi wakabidi waamua kushuka, akutaka kupa jina lake kutoa leseni jina langu, kwa sababu sio kosa langu. Sisi tunasafisha jamii kwa kweli, attajituma kwa kweli, lakini mwisho wa siku tunatakiwa tufanye kazi kutegemeana kutokana na kazi zetu, na sisi tunatakiwa tuwawaishe watu kazini kwa muda mapesi zaidi, na askari ajishi wa jeshi la wananchi wa Tanzania watupeski palmbele kwa sababu asubuhi ni wakati muhimu sana, kila mmoja kwenda kazini. Msemaji wa UDART Besi Bugaya ametoa wito kwa jeshi la polisi pamoja na wananchi kwa ujumla kutoa ushirikiano katika uendeshaji wa mradi huo ambao una manufaa kwa kila mmoja, baada ya abiria ya kuawamika trafiki ka mkamatadvetu amemnyang'anya leseni. Sasa hivi nadhani of course nifaa stafahamu, ni kuomba tu, ndugu zetu wa polisi, tusaidiane kwa sababu kazi zote sisi na wadau zinatuhusu wote pamoja kwamba tunachokifanya sisi wanachokifanya trafiki wote tunamhudumia Mtanzania mmoja. Kwa hiyo ni tuombe tu kwamba angepata maelezo sahihi trafiki, na mh, lea, ya trafiki kusinge kuwa na shida na kusababisha foleni yote ya magari yakarundikana mengi sana kuelekea kituo kutoka Dar es Salaam eslam vitusferikichanake